Kinachotufarikisha kikatuweka mbali, si tofauti zenyewe, ni jahal, kwanza, suudhan, suulfahm na tadhim alkhilaf. Tofauti hazina shida, lakini tunapojenga chuki, tunapo kuwa na ufahamu uliokuwa mbovu, yale ya tofauti tukayafanya makubwa, ndipo inapotokea furqa beina yetu, ama likhtilaf sunna kauniya watu kutofautiana ni moja wa mambo ya kawaida Mungu aliyoyaweka na hayawezi kubadilika wala hayawezi kuisha. Naregelea haya maneno masikii, kutafautiana ni miongoni mwa sunna za Mungu, yaani ni miongoni mwa mpangilio wa Mungu kwenye maisha kuwa watu watatafautiana, hawawezi watu kuwa sawa, na yoyote ambaye akili yake yamwambia ataka kuwafanya watu wote wafanane, yeye ameshindwa kufahamu. Hivyo basi kuwa sisi ni watu wamoja, haimaanishi tusitafautiane, wala kutofautiana kwetu haimaanishi tusiwe pamoja. Hakuna aliye karibu na wewe zaidi kama mkeo na mke aliye karibu naye ni mumewe, sivyo? Lakini wallahi wewe na huyu muliyeshirikiana mkaishi mu, mu pamoja kwa furaha na kwa huzuni, wallahi mtafautiana kwenye mambo mengi. Je, kutafautiana kwenu ndio mwisho wa mapenzi?